Uh, tulicho kiona ni, ni utekelezaji wa irani ya uchaguzi kupitia miradi mbalimbali ya maji. Tumeenda pia kwenye bwawa la Mindu kule, tumejionea hali halisi ya, ya bwawa ilivyo, na tumeona kuna haja ya kufanyia maboresho ili kuhakikisha kwa kwamba basi maji yanaendelea kupatikana kwa wingi na kwa ubora ambao unahitajika, na cha maji siku zote kinatakiwa kilindwe. Sasa haya anaofanyika kwenye bwawa la Mindu kule ni kinyume cha kanuni na uif, za uhifadhi wa mazingira, lakini uhifadhi wa vyanzo vya maji, kwa sababu kuna shughuli zinafanyika pale kama za uchimbaji madini, ambazo zinaathiri ubora wa maji ambayo yanapatikana kwenye hicho chanzo, kutokana na sumu ambazo zinaweza zikapatikana kwa hizo kemikali ambazo zinatumia katika ku katika kuchakata yale madini wanayochimba. Sasa tumetoa maelekezo kwamba hizo shughuli zisimamishwe na wale wote ambao wanahusika na uchimbaji pale waondolewe ili tuhakikishe kwamba ile maji yanaendelea kuwa salama kulinda chanzo cha maji lakini pia hata kulinda mazingira kwa ujumla. Serikali imewekeza kwenye maeneo ya Mkundi, Kiegea na, na Lukobe, tunapata zaidi ya fedha bilioni 1.331 kutoka serikali kuu, lakini na sisi tumechangia kama milioni 484, kwa hiyo jumla kama bilioni 1.8 imewekezwa kwa ajili ya kulaza kilometa mia moja lukobe mkundi na kiegea na wananchi wameanza kuunganishiwa maji mpaka sasa tumeshaunganisha wananchi karibia elfu moja mia tisa elfu moja mia nane ishirini na nane ni karibia elfu moja mia tisa kufikia sasa kwa sababu bado tunaendelea kuunganisha na kazi hiyo inafanyika vizuri kwa hiyo kazi kubwa inafanywa na serikali na hiyo ni awamu ya kwanza ya ulazaji wa mabomba tunaenda kwenye awamu ya pili ambayo utalaza mabomba kilometa mia mbili sitini na nane tayari mzabuni ashapatikana na mabomba yashaanza kuletwa na baada ya hapo tutaenda kwenye awamu ya tatu ambayo tunaendelea kutafutia fedha tutalaza karibia kilomita mia mbili arobaini na nane. Kazi kubwa nafanywa kwenye maeneo hayo e, kazi inaendelea, lakini tuna eneo la, la, la Mindu ambalo kwa sasa ya, ziko, iko mitaa ambayo bado haina huduma. Kuna mtaa wa e, Madaganya, kuna mtaa wa Mkwajuni, kuna mtaa wa Mikoroshini. Maeneo hayo bado alikuwa hana yana changamoto ya, ya huduma. Mkandarasi yuko tayari sait, anaendelea kufanya kazi ya kulaza mabomba kutoka kule kwenye chanzo cha mtokatiwa cha, yanaendelea kuleta mabomba mpaka mpaka kuvusha barabara hii ya, ya, ya, ya Iringa, na baada ya hapo kutakuwa na mabomba ya usambazaji maji kama kilometa 13.5 ili wananchi wa maeneo yale waweze kupata huduma. Nitumie fursa hii kushukuru Chama cha Mapinduzi, hasa cha mkoa wa Morogoro na kuamua kutembelea shughuli tunazozitekeleza kama sekta, kwa maana ya eneo la wizara ya maji katika eneo la mkoa wa Morogoro, ndiko vyanzo vingi vya maji vilipo na vinavyolisha mikoa mikubwa ikiwemo jiji la Dar es Salaam na Pwani na pia manispaa ya Morogoro. Mbali na hivyo tuna changamoto ya shughuli za kijamii ambazo zimeendelea uh, kukumba maeneo ya vyanzo vya maji. Kwa kutambua hilo, kama taasisi, tumeendelea kuwa na doria ya mara kwa mara kuhakikisha kwamba shughuli hizi zinaweza zikapungua na jamii ikashiriki kwenye utunzaji wa vyanzo vya maji tumeweka mipaka kama moja ya njia ya kuzuia shughuli za kijamii ndani ya mito. Halikadhalika tumeanzisha uh, njia mbadala ya wanajamii wanaoishi kwenye vyanzo vya maji kuwa na shughuli ambazo haziathiri vyanzo vyetu vya maji. Mpango kama taasisi ni kuendelea kuwekeza kuvumbua vyanzo vya maji vipya, ikiwemo ujenzi wa mabwawa na halikadhalika utafiti wa maji chini eh, ya ardhi. Nitumie nafasi hii kuishukuru Serikali ya awamu ya sita pamoja na sekta ya maji kwa kuamua kujenga bwawa la Kidunda. Bwawa la Kidunda ni mhimili uh, wa, wa upatikanaji wa maji, na hili limekuwa ni kilio toka miaka ya, ya, ya stini, kuwepo na uwekezaji mkubwa wa bwawa la Kidunda ambalo litafungua fursa kwa jamii, halikadhalika upatikanaji wa maji toshelevu katika jiji la Dar es Salaam, Pwani pamoja na manispaa ya Morogoro. Kwenye mkoa wa Morogoro kwa jumla tunavyo vijiji 685 na katika vijiji hivyo tayari tumeshafikia kufikishia huduma ya maji vijiji mia sita na nane bado tuna vijiji sabini na saba ambavyo havijapata huduma. Jitihada za serikali zinaendelea kuhakikisha kwamba wananchi wote wanafikishiwa huduma ya maji katika maeneo yao. Tayari tunaendelea na miradi arobaini na mbili kwenye mkoa wa Morogoro yenye jumla ya thamani ya bilioni mia moja na kumi kwa hiyo miradi ni, ni mategemeo yetu kwamba inaenda kukava asilimia kubwa ya vijiji ambavyo hatujavifikia, tunaenda kuvifikia, lakini pia kuendeleza usambazaji wa maji kwenye maeneo mbalimbali mbali ambayo hayajafikiwa.